Ukiishi kwa kutegemea uji wa mgonjwa, bila shaka akifa utaumia na akipona bado utaumia. Na vile vile wakasema, mtegemea cha nduguye hufa maskini. Basi usimtegemee mwanadamu, badala yake mtegemee muumba wako, kwani binadamu atakukana tena kwa kinywa kipana. Hata akakupa deni, hatokupa muda wa kulisaka. Wao ni hodari wa kudai, hawajui subira. Inarejelea binadamu. Basi mtazamaji, ni wakati maalum wa kukupakulia tulio tuliokuandalia baada ya kusakura na kuchakura huku na kule, kamka wa saha tukupambe kwa raha, na bila shaka utapata furaha. Mimi ni Riziki Mwanyane. Kwanza tupate vipasho Vuta ni kuvute yazidi ndani ya ODM, huku uongozi wa Gladys Wanga ukijitenga na mikutano ya Linda Comrades. Wataalamu waonye ongezeko la changamoto za afya akili miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini. Mamia ya wanafunzi wa gredi ya kumi wasalia nyumbani mwezi mmoja baada ya shule kufunguliwa kutokana na umaskini. Na kimataifa ni kwamba mwanaharakati wa Hong Kong, Jimmy Lai wa Apple Daily ahukumiwa miaka 20 jela. Karibu mtazamaji. Chama cha ODM kimeingia katika lindi la msukumo karibuni wa ndani, kufuatia mivutano ya hivi karibuni kuhusu mwelekeo wa chama hicho Uongozi wa kitaifa chini ya mwenyekiti Gladys Wanga umejitokeza hadharani na kujitenga na msururu wa mikutano ya vuguvugu la Linda Comrade. Viongozi wa chama wamesisitiza kuwa mikutano hiyo inaandaliwa bila baraka wala idhini rasmi ya chama, jambo ambalo limeibua maswali kuhusu nidhamu na mshikamano wa wanachama. Richard Omondi anasimulia. Chama cha Orange Democratic Movement ODM kinaendelea kukabiliwa na migogoro ya ndani inayotokana na tofauti za misimamo kuhusu nidhamu ya chama na mwelekeo wake wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. This party is a party like a club. When you join a club you have to obey the rules of that club. You cannot dis dis disobey the rules of the club and you continue to pride yourself that I am the party leader of ODM and yet I contradict everything that ODM is saying officially. Mvutano huu ulijitokeza baada ya mwenyekiti wa taifa wa ODM Gladys Wanga kutangaza kuwa chama kilijitenga na mikutano ya Linda Comrades iliyoandaliwa na mfanyabiashara Okech Sala. Akisema shughuli hizi zilifanywa kwa uwezo binafsi bila idhini ya uongozi wa chama. Wanga aliwaonya wanachama dhidi ya kuendesha shughuli kwa jina la ODM bila kufuata taratibu za chama. Akijibu nayo na Kesala alisema nia ya yake haikuwa kuvuruga chama bali kukihusisha, akidai alitumia fedha zake binafsi kufanikisha mikutano hiyo. Sala aliomba radhi kwa uongozi wa ODM huku akisisitiza kuwa anaendelea kuwa mwaminifu kwa msingi na uongozi wa ODM. Wakati huo huo, viongozi wa ODM wakiongozwa na gavana wa Siaya James Orengo, katibu mkuu Edwin Sifuna na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino wanaendelea kusisitiza kuwa ODM ibaki chama cha upinzani. Orengo amesema ODM haiwezi kushirikiana na chama cha UDA wala kuingia serikalini bila ridhaa ya wananchi, huku Sifuna na Babu wakisisitiza kuwa chama kitaendelea kupigania haki, wajibikaji na maslahi ya wananchi. Kauli hizi pamoja na msimamo wa viongozi wengine wa chama akiwemo Junet Mohamed zinaonyesha mgawanyiko wa wazi ndani ya ODM kati ya uongozi unaosisitiza nidhamu ya chama na viongozi wanaotaka msimamo mkali wa kisiasa dhidi ya serikali. Shukran sana mwanahabari wetu Richard kwa taarifa hiyo. Na tukizidi kusonga mbele, ni kwamba afya ya akili inaendelea kuwa changamoto kubwa miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini, ikichangiwa na shinikizo la masomo, changamoto za kifedha na matarajio ya kifamilia. Wataalamu wanaonya hali hiyo inaathiri ufaulu na ustawi wa kijamii, huku vyuo vikuu vikiongeza huduma za ushauri na saha na uhamasishaji ili kuwahimiza wanafunzi kutafuta msaada. Afya ya akili imeendelea kuwa swala nyeti miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini. Shinikizo la masomo, changamoto za kifedha, matarajio ya familia, pamoja na mabadiliko ya maisha ya ujana vimetajwa kuchangia ongezeko la matatizo ya kisaikolojia kwa wanafunzi. Hata hivyo, vyuo vikuu vimeanza kuchukua hatua kwa kuimarisha huduma za ushauri na saha kuanzisha kliniki za afya ya akili na kufanya kampeni za uhamasishaji ili kuwahimiza wanafunzi kuzungumza na kutafuta msaada wa mapema. Wataalamu wanasisitiza kuwa afya ya akili ni sawa na afya ya mwili, na wanahimiza wanafunzi kutambua dalili za awali, kujitunza kisaikolojia na kutumia huduma zilizopo bila hofu au unyanyapaa. So this app is to give you a sense of security, anonymity, whereby you can air out your issues in the app and even get counseling without them actually knowing your identity. Kwa pamoja, wazazi, vyuo vikuu na jamii wana jukumu la kuhakikisha mazingira salama yenye msaada na yanayochochea ustawi wa akili kwa wanafunzi kwa mstakabali bora wa elimu na taifa kwa ujumla. Shukrani sana mwanahabari wetu Flozian kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, basi acha tupate kopo la maji, tutarudi baada ya magi, utarudi, mwendo usiokuwa mrefu. Dimbwi la Lugha, kipindi zaidi ya kipindi. Magwiji wa lugha kuu ya Kiswahili sasa wametua. Waambiwa, ukiona nanga imetoswa majini, bila shaka jazi limeingia, na halijaje tu, bali limeingia na mengi tena kwa wingi. Kweli ni mengi tena yenye dhamani, na bila shaka utayatamani na basi, tumerejea tena kwa kishindo. Kwa kishindo, na hapa tunakuza lugha kuu adhimu ya Kiswahili, tunachambua maneno na nasaha tena kwa ufasaha utalazimika kukuna kichwa, kutumikisha ubongo na kutafakari kwa kina. Tujitose kwenye dimbwi tupate utamu na mahanjam. Jogoo ameshawika kumekucha. Kumekucha, kumekucha, kumekucha hii ni moto. Karibu tena mtazamaji, na tukizidi kusonga mbele, ni kwamba hali ya kusikitisha inazidi kuwakumba mamia ya wanafunzi nchini kote ambao wamesalia nyumbani mwezi mmoja baada ya masomo kuanza, huku ndoto zao za kujiunga na kidato cha kwanza na gredi ya kumi zikififia kutokana na umaskini uliokithiri. niling'ang'ana ili nipate fisha poa baati sasa mama hajiwezi na kuna sisamu mkubwa haja kwa shule lakini fia ajimlipia saa ndo mi takamnisaidie. Licha ya agizo la serikali kuwa wanafunzi wote wapelekwe shuleni, uhalisia nyanjani ni tofauti, kwani gharama za mahitaji ya shule zimekuwa kizingiti kikubwa kwa wazazi wasio na uwezo. Na tukipapaa si kimataifa, ni kwamba mwanaharakati wa demokrasia wa Hong Kong na mwanzilishi wa Apple Daily Jimmy Lai amehukumiwa kifungo cha miaka ishirini chini ya sheria ya usalama wa taifa. Hukumu hiyo imekosolewa kimataifa kwa madai ya kudhoofisha uhuru wa vyombo vya habari na haki za kiraia, huku familia yake ikieleza wasiwasi kuhusu afya yake kutokana na umri mkubwa. Mwanahabari wetu Glenishes Kubaso na mengi zaidi. Katika mji wa Hong Kong mwanarakati wa demokrasia na mwanzilishi wa gazeti la Apple Daily Jimmy Lai alihukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani chini ya sheria ya usalama wa taifa. Hukumu hii ilitolewa baada ya mahakama kumkuta na hatua ya kushirikiana na mataifa ya kigeni pamoja na kuchapisha maandishi yanadaiwa kuhatarisha usalama wa taifa. Jimi Ilai mwenye umri wa miaka 78 na amekuwa akizuiliwa tangu mwaka elfu mbili na ishirini wakati maandamano makubwa ya kupinga demokrasia yalipokuwa yakikumba Hong Kong. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu pamoja na baadhi ya mataifa ya magharibi yamekosoa vikali uamuzi huo, yakisema unazidi kudhoofisha uhuru wa vyombo vya habari na haki za kiraia katika eneo hilo. Familia ya Jimmy Lai na wafuasi wake wameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu afya yake kutokana na umri wake mkubwa, wakihofia kwamba kifungo hicho kinaweza kuwa sawa na kifungo cha maisha. Wakati mjadala ukiendelea kimataifa, kesi ya Jimmy Lai inaendelea kuwa mfano mkubwa wa mvutano kati ya masuala ya usalama wa taifa na haki za msingi za binadamu katika ulimwengu wa sasa. Nikiripotia Dira ya Kibu. Mimi ni Glenishes Kubasu. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo tunapofunga pazia letu la Dira ya Kibu siku ya leo, lakini kabla sijaondoka, ningependa kufahamisha kwamba hata katika mwezi huu wa wapenda nao, kumbuka kumjali anayekupenda na bali si kumjali unayempenda na vile vile, pia kumbuka kwamba kuna kupenda kupendwa na kupendana. Mimi si Riziki Mwanyani, kwaheri mtazamaji. luha kipindi zaidi ya kipindi, magwiji wa lugha kuu ya Kiswahili sasa wametua. Waambiwa, ukiona nanga imetoswa majini, bila shaka jazi limeingia, na halijaje tu, bali limeingia na mengi tena kwa wingi. Kweli ni mengi tena yenye dhamani, na bila shaka utayatamani, na basi tumerejea tena kwa kishindo kwa kishindo. Na hapa tunakuza lugha kuu adhimu ya Kiswahili, tunachambua maneno na nasaha, tena kwa ufasaha. Utalazimika kukuna kichwa, kutumikisha ubongo, na kutafakari kwa kina. Tujitose kwenye dimbwi tupate utamu na mahanjam. Jogoo ameshawika, kumekucha, kumekucha, kumekucha, kumekucha. Hii ni moto.